Aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua anapoendelea kukipigia debe chama chake cha DCP leo ametua kaunti ya Nairobi. DCP! DCP! Hapa Kikuyu constituency kuna mtu wa UDA amebaki, hapa Dagoretti kuna mtu wa UDA. UDA iende isiende, ihame ihame. Wacha niona wanachama wa DCP, DCP, DCP. Katika ziara ile Gachagua amewataka Wakenya kujiokoa kutokana na ushuru mwingi ulioanzishwa na utawala wa Rais William Ruto kwa kuhakikisha na hudumu kwa muhula mmoja pekee. Mimi nataka niseme namna hii. Ndio hii Kenya irudi kwa laini. Lazima tufukuze huyu jamaa, yeye amefanya payslip imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya pesli. Watoto wetu hawasomi, hospitali hakuna dawa. Ndiyo hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza likasonga kwa afanye nini? Nani ameharibu masomo ya Kenya? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ataenda nyumbani 2027? Naye mwaniaji wa wadhifa wa gavana kaunti ya Nairobi James Gakuya ameikashifu serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Nairobi kwa kile anasema ni kuwahangaisha wana Nairobi kwa kuabomolea nyumba zao, akisisitiza kuwa hilo hawatalikubali tena. Kazi yake ni kunyanyaza wanabiashara, na tunataka kusema Sakaja na Kasongo wamepomorea wa Nairobi manyumba kwa maji, na tunataka kutangaza leo hapa. Dagureti watu wetu waru wanafukuzwa mita sitini kwa mto, tunasema hiyo barabara hatuendi na tunataka kuambia gavana Sakaja na William Ruto, upomoweji wa manyumba Nairobi tumesema haitaendelea na tunataka kuambia Sakaja kwa sababu ameweka orodha ya, ya, ma ya mashamba Nairobi, ile mashamba haitalipa rent. Anataka kupiga mashamba yetu auction, tumemwambia thubutu.